Ajali hiyo imetokea majira ya saa moja usiku kwenye mteremko mkali wa mlima Yuambi katika eneo la mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya, kama ambavyo kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Elias Kuzaga anavyoelezea gari lenye namba T830 EDP likiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina ya Scania lori likiwa natokea Dar es Salaam, nimebeba limebeba shehena ya unga liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni t 257 dvp aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, lakini pia na gari nyingine t 185 dmf aina ya Toyota LiteAce na kutumbukia kwenye eneo hili la kolongo kwenye mto huu eh, Mbalizi katika ajali hiyo majeruhi ni tisa kama nilivyokwisha sema. Mpaka sasa hivi watu ishirini na nane wamepoteza maisha. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali teule ya Ifisi Dr. Morris Martin anaeleza idadi ya miili na majeruhi waliofikishwa hospitalini hapo, pamoja na hali za majeruhi. Watu waliopata ajali waliofariki ni wengi zaidi kuliko hata majeruhi ambao tumewapata mpaka sasa. Jumla tumepata tumepokea maiti 27 ambapo katika hizo maiti ishirini na saba wanaume ni kumi na saba na wanawake ni kumi, lakini katikao wote wa watoto ni wanne na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye ndo wakafariki. Lakini kwa ujumla wake hawa wote tisa, wawili ndo walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera amefika katika eneo la tukio na kuwatembelea majeruhi wanaopewa matibabu katika hospitali teule ya Ifisi, huku akiwasilisha salamu za rambirambi kutoka serikalini, amba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki lakini pia na mnajua sa ndugu, gharama yake kama laki tano hivi. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki, tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia, kwa ujumla yake shilingi milioni moja. Lakini hii siyo maana yake inaweza kukizi uhai wa mwanadamu, ila ni mapenzi yake tu mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalizi. Baadhi ya majeruhi na mashuhuda wa ajali hiyo wanaeleza namna ajali hiyo ilivyotokea. Tulipofika Iwambi, nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Iwata, kwa mbele kidogo pale ndipo tukio lilipo tokea, na tukio linapotokea, nadhani kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kwamba tukio linaweza likatokea, ila kwa mimi nilivyoona, nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka afu nikapoteza fahamu.